Karibu kwenye habari za ulimwengu, ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Jamhuri ya watu wa China imeongeza kwa kiasi kikubwa shughuli zake za kijeshi karibu na kisiwa cha Taiwan, hatua inayoongeza wasiwasi wa kuibuka kwa mgogoro mkubwa wa kijeshi katika eneo la Asia Mashariki. Kwa mujibu wa taarifa za kiusalama, majeshi ya China yamefanya mazoezi makubwa ya kijeshi yakihusisha ndege za kivita na manowari, mazoezi yanayotafsiriwa na wachambuzi wa masuala ya ulinzi kama jali Bio la kuiga kuizingira Taiwan kijeshi. Serikali ya Beijing inaendelea kusisitiza kuwa Taiwan ni sehemu isiyotenganishwa na eneo lake la kitaifa na kwamba haitasita kutumia nguvu endapo itaona kuna juhudi zozote za kuitenga Taiwan kisiasa au kijeshi hasa kwa kuungwa mkono na mataifa ya nje. Kwa upande wake, serikali ya Taiwan imeeleza kuwa itaendelea kulinda mamlaka yake na usalama wa raia wake huku ikiongeza tahadhari za kiusalama na kuimarisha uwezo wake wa kujilinda dhidi ya vitisho vinavyoongezeka. Marekani, ambayo ina uhusiano wa muda mrefu wa kiusalama na Taiwan, imeendelea kutoa msaada wa kijeshi na kisiasa kwa kisiwa hicho, hatua ambayo China imekuwa ikikosoa vikali na kuitafsiri kama kuingilia masuala yake ya ndani. Wakati huo huo, mataifa mengine ya eneo la Asia Mashariki yakiwemo Japani na Ufilipino yameongeza ushirikiano wa kijeshi na Marekani, hali inayochangia kuongezeka kwa mvutano wa kijiografia katika eneo hilo. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema kuwa mgogoro kati ya China na Taiwan una athari pana kwa usalama na uchumi wa dunia, hususani kutokana na nafasi ya Taiwan katika uzalishaji wa teknolojia muhimu zinazotegemewa na masoko ya kimataifa. Kwa sasa hakuna dalili za wazi za mazungumzo ya kupunguza mvutano huo, huku pande zote zikiendelea kuimarisha maandalizi ya kijeshi. Hali hii imeibua wasiwasi mkubwa katika jumuiya ya kimataifa ikihofiwa kuwa tukio lolote dogo linaweza kuchochea mgogoro mkubwa wa kijeshi wenye athari kubwa kwa dunia nzima. Hiyo ndio hali ya mvutano inayoendelea kati ya China na Taiwan. Mvutano unazidi kuibua maswali mazito kuhusu mustakabali wa amani na usalama wa kimataifa. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV <tipulio>